Hauwezi kuitwa mwaminifu mpaka tupendane sisi kwa sisi, tuache tabia ya kubaguana, tuache tabia ya diskrimination. Diskrimination ni kitu kibaya sana, kutafuta ubaba wa mtu, ubabu wa mtu, umama wa mtu, ubibi wa mtu, mpaka kusema huyu hawezi kuniongoza ya tungelifata yote hayo, hata mtume Muhammad <laughs> sallallahu alaihi wasalam hangelitongoza sisi Waislamu. Mtume maskini hakuwa na chochote, mtume nitete kumuoa bibi Khadija. Mtume labda hangekuwa na kwa nshekelo. Mtume alikuja tukupata hela hizi hey, ni tete kumwoa Bibi Khadija, mtume alikuwa hata chochote dhalili dhalili sana mtume, lakini amesababisha sote kukutana hapa, ili tuishi pamoja, ili tupendane pamoja na ili Uislamu usonge mbele. Waislamu, message ya mwisho ni kwamba, baada ya kuzungumza haya machache, ni kwamba tutakiane amani wala tukimini hata tahabu hatuwezi kuitwa waaminifu mpaka tupendane huyu ampende huyu huyu ampende huyu naona hapa karibu yangu naweza nikapata mifano midogo sana hapa karibu yangu naona hapa mbele yangu kuna wanyamchuru hapa hapa mbele yangu kuna watu wa masisi hapa hapa mbele yangu naona kuna mtu akasonga mwenyewe ndio kanisimamisha hapa hapa hapa mbele yangu naona kuna msomaji hapa hmm? hapa hapa mbele yangu labda mzee hapo ni Mwethiopia, lakini ukifata vizuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume anasema mbele ya kuswali anasema, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamani sala so. Sasa tunasimama wanasema, msiachiane mwanya kwa sababu mwanya labda shaitani anaweza kapita kati yenu. Kwa hiyo mbananisheni hivi ili, ili muweze kusali mkinge kabisa bali yeye shaitani sasa utakinga shaitani lakini, hapa naona ni Msomalia, hapa ni Muhutu, hapa ni Mtusi, hapa ni Mtawakasombo, hapa ni Mdande, naona hapa kuna Mdande, hapa sijui kuna nani. Sasa tutafanya swau sufufakum, ni kabila zote zinalingana kwa ajili ya kumsujudia Allah, subhanahu wa taala. Ni kusema kati yetu hakuna mbora, kati yetu mbora ni mchamungu. Hal haladullukm ala shaiin idha faaltumuhu tahabbatu. Mtume anasema, je, niwajulisheni jambo lenye litasababisha mwingie peponi, litasababisha mpendane? Waislamu ni kila mtu kumtizama mwenzake, mpezane mkono, assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh. Hivi hamwezi kupezana wala laika mmoja? Mpezane salamu Unaona, chuki zimetujaa ndani kwa visi, inabidi tutakiane amani wa islamu. Kwa nini amani ikosikane baina yetu? Kwa nini usalama ukosikane baina yetu? Kuongoza dini inatakuwa problem. Kwa nini? Dini ni dini ya Allah, pesa za swadaka ni pesa za Allah, zaka ni pesa za Allah. Msikiti huyu ni msikiti wa Allah. Marehemu Jambeki ameshakufa. Aliyejenga huu msikiti mpaka leo tu tu eh, tufanye maajabu. Tadimata. Shabani kwa namna hii tena ndio tena. Ha? Kambus. Marehemu Kambus. Jambeki ene Egyptian mwarabu ndo kajenga Leo alhamdulillah, tupo na kwenye yupo, anapata thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini yatupendana? masa alawal wal akhir, huwa Allah anayeanza maisha dunia na mwisho ni Allah peke yake, lakini sisi tuko tu katikati. Katikati ni kusema alikuwepo depuis 1970 Alhaj Marhem Hamis Kabemba. Alipotoka, aliingia Marhem Al-Hajj Ayubu. Al-Hajj Ayubu, Haji Kadogo, Haji Kadogo, Metre Masudi, Metre Masudi, Sheikh Muzamin, Sheikh Muzamin, Sheikh Ayawazi, Sheikh Ayawazi, Sheikh Musa. Eh, umbi kesho baada yangu mimi, ni sulumu ba. Baada yangu mimi, ni mzee hapo ba. Nikisema ndio dunia hiyo. Leo huyu anaweza katumika akachoka akaachia huyu. Huyu anatumika akachoka akaachia huyu. On the plain être pure ma critique lakini tusaidiane ili dini ya Allah isonge mbele insha Allah. Mko tayari? Na sisi tutajaribu kadiri ya uwezo wa Allah bila chuki, bila mapendeleo lakini tutasonga mbele. Kuna mwenye anatumika anachoka. Kuna mwingine anatumika anaendelea. Kuna mwingine anatumika anatoka. Kwa hiyo kwa muhtasar, kabla ya hutuba, insha Allah tutasaidia waislamu wa Birere, waislamu wa huu mji wa, wa, wa Birere. Ni kusema ijumaa iliyopita wamepata dezagrema fulani, na hiyo dezagrema, tunawafahamisha ya kwamba msafishe vichwa vyenu vizuri, muwe na amani, muwe na salama, hakuna chochote kile tutafanya kwa kuwaiba mali yenu waislamu. En conclusion, entité islamique islamike inasema sisi pamoja na mzee Fulu simama, Waislamu wapone pamoja na sekreteri liko pale. Ukuja representativite wasimame sekreteri asimame. Umekuja Sheikh Ahmed Salim naye asimame. Umekuja Ali Tom, Sheikh Ali Tom naye asimame. Waislamu tumekuja na wenye sikutaja wanaweza kusimama wenye kuwa ndani ya kamati ni kusema ah, wenyewe mnaona tunasimamisha kwa niaba ya wa Waislamu, tunawaambia kama hatuwahidi mali yenu. Mali yenu hatuwaidi. Tangu tupate wadhifa tumewaambia kama leo tuna miezi tatu, na hii miezi tatu par rapport na declaration iliyopita Eh, tunawafahamisha kama Goma hatuna banki isipokuwa Cadeco. Cadeco seino bank de pane ya Republique Democratique du Congo. Na hii Cadeco tumetosha sistemu ya kusema kila siku kelele ya Waislamu wanasema hawa waliiba, hawa wakuiba, hawa waliiba, hawa wakuiba. Tumekubaliana ya kwamba tutafungua compte kwenye Cadeco ya kuweza kufungua pesa zote za umma, ziwe za misikiti, ziwe za waislamu za zaka, ziwe za masomo, zote zinaingia kwenye banki, na pesa zenu zote ndio hizi. Naona watu wameprepare makamera sana, na mimi nimekuja ili muweze kukamere hutuba ya leo. Waislamu mu, eh, mufti hata concert talogana haitalipinga tukichelewesha kwa sababu hii ndiyo inaleta amani, kusababisha wa al-asr, watu waswali vizuri, magharibi watu waswali vizuri, asulu khair sulu suru ni khair kuliko vitu vyote. Mnaweza mkaswali, lakini roho zikauma sana, lakini tukimaliza hii mtasali na mko na roho. Tumaanisha hii ni extra bancaire ya Waislamu nani mwanaweza kuwa iko pile maa kwa tatu, ndio mambo ah, wewe utasema umenisemea wo watasema, amemsemea. Nataka, nataka Musa yaso nitusema, pesa zenu zote ziko hapa, katika hizi pesa ambazo tunawawekea kwenye bank. Tunawafahamisha kana kuhusu msikiti wenu wa Birere, isiwaletee shaka kwamba pesa zenu zinaibwa. Ikiwa walipata 20,000 francs wala 200,000 francs wala 70,000 francs tu e depose alakadeko extre bankaire tumeitoa leo asubuhi, tumeiwaletea Waislam ili muweze kutizama kama hakuna kati yetu mwenye kuweka hizo pesa. Hiyo ni moja kuhusu msikiti wa Birere. Tunawafahamisha kama msikiti wa Birere haujawahi kudepose zidi ya mara tatu twa fwa mze fu jo

septante mille francs ya mara nne, cinquante dollar. Ah, hii cinquante dollar sio ya sadaka yenu, ni cinquante dollar ya locataire kwa madepo hapo. Nashukuru, huyu mzee aliyekopa usimwite mwizi, tulikuwa naye, kwa hiyo ni kusema gestion yetu iko pile na transparente, ukipata unaweka, ukitoa sinyale inapatikana pale, kama zimetoka kwa sababu ya ukiziaddisionea hizo pesa pale hazizidi 200 dola, mto hazizidi 200 dola. Ni kusema kusema, kusema, nyinyi waislamu mkatae kuendelesha majenzi ya msikiti kwa kweli mtakuwa mmetuzulumu. Inaomba, tunawaomba nyinyi waislamu mkuwe na roho ya kupenda transparency

ya pesa zetu kwenye zinapita ekursen. Nasikia kesho tuko les zaf, kila mwenye kuvaa kanzu anafungwa, mwenye kuvaa kofia anafungwa. Kwa sababu gani? Hawa waislamu pesa zao zinakwenda njia gani? Waislamu hawa eske hawafinanse poli hapa, mchumu hawa waislamu, eske hawafo beni mwa watu hawa waislamu Eske, eske, eske zikiwa nyingi hii generasion yote hapa, tunaipoteza. Ndio tunasikia wamefunga fulani, wamefunga fulani, wamefunga fulani. Kwa hiyo tunasaidiana sisi pamoja na inchi government kuweka hizo pesa, mtakuja kugundua kwamba hizo pesa, wakituuliza kwenye zinakwenda, tunaonesha ni hapa, kwenye zinatoka, zilikuja kujenga ni hapa hiyo ni kitu inatusaidia sana kwenye government, ili tusali katika hali ya usalama. Kwa hiyo, mtasema Waislamu tuapeze na emotion, tushushe roho zetu chini, acceptons que wamoja wanaweza wakasema tunachoka, wengine wanaingia watolia kazi pour cela. Tunamalizia kwa kusema Waislamu tukonsome, kila mtu akubali kukonsome system sheria labda ya mwezi juzi kule, haiko ya leo leo. Tujaribu kwanza kuaplike system, tuone kama Waislamu tutasonga, il inshallah. Ili msibaki ndani ya wasiwasi, ili msibaki ndani ya wasiwasi kujua imam ni nani, tunatia kwanza, parce que ekipe ya mwanzo ilidemisione ikatoka. Na tunawaambia kama tutawazongelea hiyo ekipi, tutazungumza nao kwa sababu hawa serienke ya interim, tukipatiana nao tunatiana kunjia yenye iku sheme tena, tutarejeshwa tutarudishwa, na tutatumika tu kazi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan falinafsi waman asa waman asa faaleih. Unaeza unaweza ni nimechoka, unaweza ukasema unaende

Hapa tunatafuta usalama wa umma. Sheikh Ahmed Salim amenomea katika hii barua. Tunaipitisha kwa uharaka na mwenye wanaita mara moja anasimama wa Islamu wote ya l'adresse kwa nani? Anatangaza interim mwenye alikuwa adjoint wa Sheikh Abdul Karim Boa, Sheikh Conseil de Logal mmtia Sheikh Said Tembo imam principal à l'interim. Sheikh Hassan Bima ambaye ame ame jiuzulu ame omba msamaha kwa kusema kahutubu mvile Sheikh Hassan Pima ambaye ni naib Honorable Aruna Katama Komambe wa wazee, anatanda anaweza kasimama Aruna Katama. Uh, shalis, uh, Salim Lis? Salim Lis? Salim hayuko mzee Hasan Ebaro Hamdun Senenge, Mzee Idi Juma Kinyata ni mgonjwa. Honorable Nyangezi naso mamre, Nyangezi naso nah. Salim Yahya nampaka <tongueella> Kombila. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam. Hawa mnawatizama waislamu ndiyo ambao mtajaribu kwanza kutumika nao na tutazungelea wale wenyewe wamedemisione wa wa wote, tuweze kushauriana nao, na wako serienke ya Interim anatandaa mwanya isipatikane katika msikiti, tufanye continuity ya kazi ya Allah Subhanahu wa Taala. Kwa hiyo tunamkaribisha Sheh Ahmed Salim kwa hutba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatu <laughs>